Baba mikononi mwako naiweka roho yangu. Wapenzi wa mashairi, karibu katika shairi letu la zaburi linalotoka katika Zaburi 31 kuanzia mstari wa kwanza, tena mstari wa tano, mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na tatu a, tena mstari wa kumi na nne hadi wa kumi na sita na mwisho mstari wa 24 na kibwagizo la shairi letu tumelipamba hivi Baba. Baba mikononi mwako, na naiweka roho yangu. Baba mikononi mwako, na naiweka roho yangu. Bwana mekukimbilia, siaibike milele. Haki umeniponyia, ya roho nakupa tele. Mungu nakukimbilia, menikomboa milele.

Mekuwa na laumiwa, sababu watesi wangu. Naam, nimetambuliwa, hasa kwa jirani zangu. Njiani ninakimbiwa, natisha rafiki zangu. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu.

Mfu mesahauliwa, na sikumbukwi jamani. Kama chombo nimekuwa, kilichovunjika ndani. Masingizio mekuwa, na hofu zipo jamani. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu. Mimi nakutumaini, wewe Bwana Mungu wangu. Ni wewe wangu Manani, kwako ipo muda wangu nao wananifatani, nikinge, adui zangu. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu. tumishi wako, kwa nuru ya uso wako. Niokoe nije kwako, ajili fadhili zako. Mpige moyo kondeko, ungoja o Bwana kwako. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu. Baba mikononi mwako, naiweka roho yangu. Amen. Amina.